Kisa cha kupigwa risasi kwa mfanyabiashara Boniface Kariuki jijini Nairobi mchana peupe kimetonesha kidonda na kuibua makovu ya familia tano kutoka eneo la Malindi ambapo wapendwa wao waliuawa kwa mtutu wa risasi miaka kumi na minane iliyopita. Familia hizo zinalilia haki, baada ya idara ya DCI, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma na mamlaka ya IPOA kupuuza agizo la mahakama la mwaka wa 2011 la kuwakamata na kuwafungulia mashtaka polisi hao. Watano hao, Hussein Ndoro, Robert Gadhogo, Ibrahim Charo, Jacqueline Nangila na Rama Amin walikuwa wameabiri tuktuk nambari ya usajili KAV 231Q mnamo tarehe 12 mwezi Novemba mwaka wa 2007 wakati walipouawa kinyama na maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia barakoa. So ikilipogonga saa saba mimi nilipokuwa nimefunga kazi tu, tunaenda kwa lunch ndio tulisikia tu milio ya risasi hapo Winners Chapel, ndio tukiangalia hivi tukaona gari imekuja ikacross na tuktuk ikawa iko hapo lakini mimi siku chulia manani, nikasema tu kwamba tunajua wezi wa Malindi walivyo, kwa hivyo ni sawa, wacheni hao wafanyakazi yao. Kutoka mpaka kufika karibu na nyumbani, kuna kioteli kuingia hapo, ndio napata watu wamekuja mbio kwangu, wanaambia basi, katika ile incident iliyotokea pale, mtoto wako ni mmojawapo. Ibrahim Charu alikuwa fundi wa umeme na tegemeo la familia yao. Sasa makazi yao ya eneo la Kisumu ndogo imechakaa maisha yao ikigubikwa na maumivu yasiyoelezeka. Kijana aliyekuwa na ndoto za kuinua familia, huzuni ya kumpoteza mwana na kuhangaikia haki bila mafanikio ilipelekea babake kupoteza maisha. Mwishowe, useni ndo ilikuwa tegemeo kubwa kwa familia yetu, kwa sababu yeye ndo ilikuwa anaangalia familia mzima. Baba alimtegemea sana, mama alimtegemea sana, mambo mengi ilikuwa ni yeye, ndio maana labda baada ya babangu kufuatilia hii haki sana, kuona kwamba kumefika pahali haizipata haki ya mtoto wake ama haelewi kunaendelea nini, ilimuumiza sana babangu, ikamuumiza hata mamangu, walipata maradhi ambayo hata hawakuwa nayo. Babangu hakuwa na matatizo ya presha, hakuwa na matatizo, lakini ilimsumbua katika hicho kipindi cha kuhangaika, ilimsababishia matatizo mengi, na naweza sema katika hii safari ya maumivu na kupitisha kutafuta haki ya mtoto wake ndio ilisababisha kifo cha mzee pia. Ni simulizi ya miaka kumi na minane ya maumivu miaka kumi na minne ya agizo lisilotekelezwa na makovu yasiyopona. Familia hizi zimesalia na swali moja tu, haki itawafikia lini? Wiklif Kipkemoi, Undugu TV.